Mambo saba ambayo watu matajiri hufanya tofauti na watu masikini, na wewe unaweza kuanza leo kwa channel ya Pesa Vibe. Karibu sana kwenye Pesa Vibe, hii ni sehemu yako ya kujifunza maarifa ya pesa, biashara na maendeleo binafsi kwa Kiswahili fasaha. Leo tunajadili mada muhimu sana, mambo saba ambayo watu tajiri hufanya tofauti na watu masikini. Hii siyo video ya kukosoa au kubeza bali ni ya kufungua macho, kutoa msukumo na kukupa ramani ya mafanikio. Ebu fikiria hili: matajiri ni wachache, lakini karibu kila mmoja wao ana tabia fulani zinazofanana. Vilevile masikini ni wengi, na nao pia wanashiriki mitazamo na maamuzi yanayofanana. Je, uko upande gani? Na je unaweza kubadilika? Jibu ni ndio, na video hii itakuonyesha namna. Tofauti ya kwanza wanathamini elimu ya fedha watu tajiri. Hutafuta maarifa ya kifedha kila wakati, wanasoma vitabu, wanaangalia video za elimu, wanahudhuria semina. Wanafahamu kwamba pesa si kitu cha kubahatisha, ni sayansi na ni tabia. Watu masikini kwa upande mwingine, huwaamini kwamba elimu ya darasani pekee ndiyo muhimu. Wakimaliza shule, hawasomi tena. Hawaelewi namna riba inavyofanya kazi, bajeti inavyopangwa au uwekezaji unavyoanzishwa. Mfano mzuri ni Warren Buffett, alisema the best investment you can make is in yourself. Anasoma zaidi ya saa tano kila siku. Unasomaje kuhusu pesa kila wiki? Unaweza kuanza kwa kutazama video kama hii kila siku moja. Tofauti ya pili, wanahesabu na kufuatilia pesa zao. Tajiri anajua anapata kiasi gani, anatumia kiasi gani, na fedha yake inaenda wapi. Ana budget. Ana mpango, ana mfumo. Masikini mara nyingi hutumia kabla ya kupanga. Kila hela ikiingia, inatoka bila rekodi. Hata hawajui mwezi uliopita walitumia nini zaidi. Kama huwezi kupima matumizi yako, huwezi kuyadhibiti. Kama huwezi kuyadhibiti, huwezi kuokoa wala kuwekeza. Anza kwa kuandika mapato na matumizi yako kila wiki. Tumia daftari au app ya simu. Tofauti ya tatu: wanatengeneza mapato zaidi ya moja. Watu tajiri wana mapato ya aina nyingi: mshahara, biashara, uwekezaji, mirabaha, kodi ya nyumba na kadhalika. Watu masikini hutegemea chanzo kimoja tu, mara nyingi kazi au mshahara. Ikitokea tatizo moja tu, maisha yanayumba. Tofauti iko hivi: Tajiri hujiuliza ninawezaje kutengeneza pesa hata nikiwa nimelala. Masikini huuliza ninawezaje kupata kazi nyingine zaidi? Anza kwa kidogo: biashara ndogo, kuuza bidhaa mtandaoni, affiliate marketing, freelance. Tofauti ya nne: wanachelewa kutumia pesa, wanawekeza mapema. Watu matajiri hutanguliza uwekezaji kabla ya matumizi ya starehi. Wananunua assets kabla ya liabilities Masikini hutanguliza anasa: simu mpya, nguo, burudani, hata kwa mkopo, hata kabla ya kuwa na akiba ya dharura. Tajiri hununua gari kwa pesa ya passive income. Masikini hununua gari kwa mkopo wenye riba. Jiulize, hii pesa niliyopata leo inaweza kuniingizia faida kesho? Tofauti ya tano: wanaunda thamani kwa wengine. Matajiri hufikiri namna ya kutatua matatizo ya watu, na kufanya hivyo wanatengeneza pesa Mfano, mtu anayebuni app inayosaidia wakulima kupata bei bora, au mtu anayetoa elimu ya fedha kama PesaVibe. Masikini hufikiri naweza kupata nini? Tajiri hufikiri naweza kutoa nini cha thamani? Thamani ndio msingi wa biashara. Ikiwa unatatua tatizo halisi, pesa itakufuata. Tofauti ya sita: wanajizungushia watu sahihi. Unakuwa kama watu watano unaotangamana nao zaidi Tajiri huzungukwa na watu wanaomchochea kufikiri, kukua na kuchukua hatua. Masikini huzungukwa na lawama, maneno ya kukata tamaa na porojo zisizo na faida. Tafuta menta, jiunge na vikundi vya maendeleo, acha kupoteza muda kwenye vijiwe visivyozalisha. Tofauti ya saba wanawajibika na maisha yao. Tajiri huamini, maisha yangu ni jukumu langu. Masikini huamini, mimi siwezi kwa sababu ya serikali, familia au hali ya nchi. Uwajibikaji huleta nguvu, hata kama hujui kila kitu. Sasa ukiamua kuwa na udhibiti wa maisha yako, unakuwa huru. Usisubiri mtu akupe ruhusa ya kuanza, anza na kile ulicho nacho. Hiyo ndiyo njia ya matajiri. Unahitaji kuanza na hatua moja tu. Chagua mojawapo leo, anza polepole pole, lakini usisimame. Kama umejifunza kitu kutoka video hii tupatie like, andika maoni yako na usisahau kusubscribe ili kupata elimu zaidi ya fedha kila wiki hapa PesaVibe. Asante kwa kutazama. Kumbuka, pesa ni mtuma mzuri kwa anayejua kuitumia, lakini ni bwana mkali kwa asiyejua. Tunakutakia mafanikio hadi next time, stay smart, stay focused na en